Vijana tutafute kazi za kufanya, sipotafuta kazi ya kufanya, matokeo ndio haya. Wala hapa hatuna habari ya kupepesa kupepe, macho kufanya. Ni kijana tunamfahamu, ni kijana wetu, tumeishamuonya mara nyingi, tumeisha kataa, haikuwa inasikika. Tabia za kuwafanya watu wanalala hawalali, wanunue tv zao, matokeo ndio haya. Naongea na nyewe vijana, nasikia naomba mtusaidiane, haya maumivu tunapata wote kwa hiyo sasa cha kufanya tujitahidi kulinda kwa pamoja. Kila balozi vijana wanajua mnatoka balozi mbalimbali, mjitahidi kujiorganize, yani kujiunganisha, mnaweza mkawa tano sita hivi, mkafanya hiyo kazi. Na mimi niisha ahidi, niletee mwizi uliyekuwa na ushahidi wake, zawadi yako hivi nisaidie mwenzenu, kwa sababu yeah, hii hali imekuwa tete. Hakuishi siku bila kusikia wamevunja huku wamebomoa huku. Napata shida kwa sababu inaonekana nimeingia kipindi kigumu, japo ni swala la mji mzima <laughs> jamani, mtani wa kwetu, tunaoumia ni sisi. Tusianze tena kusema, ah, ni mtoto wa jamaa yangu, oh, ni mjomba wangu. Hapana, kama namfahamu mwizi wee, nipenyezee kimya kimya pale Njoo ofisini pale lete jina mimi nitaliandika huyo mtu atafuatiliwa mdogo mdogo. Simu mkubwa kumkamata mwizi na kumpeleka polisi lakini sio kuchukua sheria mkononi. Jamani tusaidiane katika hilo. Tusichukue sheria mkononi. Mwizi akikamatwa akamatwa na apelekwe polisi. Tunategemea msaada mkubwa kutoka kwenu kukabiliana na matukio ya kihalifu kama haya. Hiyo ndio polisi shirikishi polisi jamii. Tunaposhirikiana kwa mtindo kama huo inakuwa vizuri. Lakini tusivuke mipaka tukachukua hatua za kuwachoma moto na kuwakwa, kuku, kama kitendo kilichotokea hapo. Tuwakamate sawa, lakini tuwafikishe vituo vya polisi. Tumeelewana jamani? Ndiyo e, e. Lakini kingine tushirikiane kuhakikisha doria zinakuwepo kila wakati hapo. Ile nalirudia mara kwa mara kwa sababu wizi umekuwa ni mwingi tuchi... kila sehemu huku ukienda wamevunja huku wamevunja, lakini hao watu nyie mnawafahamu kwa mfano, kama huyu huyu, watu wanamfahamu hapa, ila hamna mtu anayeweza kusema ah, mimi namfahamu. Kila mtu anakaa kimya.